Sitaharibu kundi la Bwana kwa maneno, kauli au vitendo, hata maisha yake kwa utukufu wa jina lako. Naomba nikiamini kwamba umesikia, natatenda haya katika jina la Yesu Mwokozi wetu umeomba. Amen. Makofi mazuri, niombe ni tu um, anakabidhiwa na kukabidhi zawadi, zawadi ya bibilia pamoja na katiba CPCT na mpango mkakati. Mungu akubariki sana asante. Sana ni, ni, niombe sasa, wakati ninamwita mjumbe mwingine ambaye ndiye mjumbe wa mwisho kwenye kamati mtendaji, ni, niombe wenzetu wa Present worship kama tunaweza kukaa kidogo hapa ili tuweze ku, waweze kuona vizuri wengine, hapo mtaitwa kwa wakati Takaokuwa umetajwa Naomba sasa nimlete mbele yenu hivi sasa um, kutoa tamko la ukiri na kiapo cha uongozi mjumbe Askof Godwin Yona Chimais karibu sana kwa ajili ya kuapa. Yeye anasindikizwa na Askof Daktari John Kulindwa. Mjumbe wa kamati tendaji mteule wa CPCT, nasema kiapo changu. Aa, ukili na kiapo cha uongozi. Kwa kuwa Mungu huwatumia wanadamu ili kutimiza mpango wake, mimi askofu Godwin niona Chimaisi nakubali kwamba Mungu ndiye amenichagua ili niwatumikie watu wake katika baraza hili kwa unyenyekevu, hekima, umoja, upendo na mshikamano na kwa moyo wangu wote, mbele ya mashahidi hawa naahidi kwamba wakati wote wa uongozi wangu kama mjumbe wa kamati tendaji ya baraza la CPCT, sitaharibu kundi la Bwana kwa maneno, kauli au vitendo, bali wakati wote nitasimama kama wakili mwaminifu kuhakikisha mwili wa Kristo unajengwa na kazi ya huduma inatendeka. Na kwa kuwa maono ya CPCT ni kudumisha umoja wa mwili wa Kristo, ninaamini ninayo dhamira ya dhati kuhakikisha kwamba nitakuwa mstari wa mbele wakati wote wa uongozi wangu pamoja na wenzangu, kuonyesha dira na kuyasimamia, kuyalinda, kuyatetea na kuyaendeleza kwa ufanisi maono haya. E, Mwenyezi Mungu, nisaidie. Makofi makofi. Tuombe. Baba wa mbinguni tunakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako huyu, ambaye Bwana uliona vyema ya kwamba chaguliwe katika nafasi hii ya mjumbe katika kamati tendaji. Naweka mikono yangu juu yake kama ishara ya kumsimika katika nafasi hiyo, ya kwamba Bwana ukambariki katika utumishi huu na huduma hiyo, mfanye kuwa baraka katika kamati tendaji, mpe hekima na busara kutoa mashauri na maono ambayo yanaweza kusaidia kazi yako kusonga mbele na wewe mwenyewe kujipatia utukufu na sifa. Utambariki, utamongoza, utamsaidia, tabariki pamoja na familia yake na nyum, na, wote, na, mwake, na na nyumba watoto wake wote. Neema yako Mungu haitamwacha wala kumpungukia. Na nashukuru wewe utamsaidia na utambarikia katika utumishi na huduma hii. Naomba haya kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. anakabidhiwa zawadi Biblia pamoja na katiba na mpango mkakati. Barikiwe sana. Amina, asante sana, mjumbe wa kamati tendaji uh, wa mwisho. Ninaomba sasa usichoke, uh, baba yetu uh, kwa sababu ya kile kinachofuata. Wapendwa wajumbe wa mkutano mkuu, kinachofuata sasa ni tatoa maelezo mafupi ya uzinduzi wa bodi ya wadhamini na kisha kwa pamoja nitaita wajumbe wa bodi ya wadhamini wa kwa ajili ya kuzinduliwa hiyo bodi ya wadhamini na kuombewa. Tangu kuundwa kwa chombo hiki yani CPCT mwaka 1993 kimekuwa kikiendeshwa kwa mujibu wa sheria za nchi na katiba yetu ya CPCT. Hivyo bodi ya wadhamini ni moja ya takwa muhimu la kisheria kwa taasisi zote ikiwemo baraza la CPCT. Namba mbili, bodi ya wa wadhamini wa mali za CPCT inakuwa na wadhamini saba akiwemo mwenyekiti na katibu wa CPCT, na wajumbe wengine watano wanaochaguliwa kutoka miongoni mwa baraza la Maskofu. Namba tatu, bodi hii ya wa wadhamini ni chombo muhimu sana kwa baraza la CPCT, maana wanawajibika kutunza mali zote za CPCT zinazohamishika na zisizohamishika, zikijumuishwa ardhi na vilivyomo ndani yake, majengo, mashine, magari na mali yoyote ile ambayo itapatikana kwa jina la CPCT. Namba nne, bodi hii ya wadhamini wa mali za CPCT watashika wadhifa huu kwa miaka mitatu mfululizo. Namba tano, kwa heshima kubwa mbele za Mungu na mbele za mkutano huu mkuu wa baraza la CPCT, naomba niwalete mbele yenu wajumbe wa bodi ya wadhamini wa mali za CPCT waliopendekezwa na baraza la maskofu na kuthibitishwa na mkutano mkuu wa CPCT tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2025 na kutangazwa tarehe hiyo hiyo, tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2025, kufuatana, kufuatana na katiba ya CPCT ili kuwa wajumbe wa bodi ya wadhamini wa mali za baraza la CPCT kitaifa. Naomba sasa niwataje wajumbe hao na ninapowataja ninaomba waweze kusogea hapa mbele kwa ajili ya bodi kuzinduliwa na wao kubarikiwa. Wajumbe hao ni hawa wafuatao: mjumbe wa kwanza ni Askofu Wilson Mwaoga. Naomba taje mjumbe wa pili. Mjumbe wa pili ni Askofu Frola Joseph Kaguo wenye nafasi zao, nitataja nafasi zao baada ya kuwa wote wamekuja hapa. Mjumbe watatu ni askofu daktari Deogratis Rubala, yeye ameshimia. Uh, mgeni rasmi hayupo, yuko safari kwa muda mrefu nje ya nchi na anakaribia kurudi. Tunaye mjumbe mwingine askofu Timotheo Lutobola, nakuomba mbele mjumbe mwingine ni askofu Solomon Kilioma, karibu mbele. Naomba nimlete mjumbe mwingine daktari Vernon Fernandez, mwenyekiti wa CPCT Taifa, yeye anakuwa mjumbe wa bodi kwa nafasi yake, lakini kuna mjumbe mwingine ambaye anaingia hapo kwa nafasi yake na kabla sijamtaja mjumbe huyo, naomba niseme tu ya kwamba bodi ya wadhamini walifanya uchaguzi, Mheshimiwa mgeni rasmi, na kuwapata viongozi wao ambao ni mwenyekiti na katibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa baba yetu msimikaji, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ni Askofu Wilson Mwaoga ambaye ndiye ametangulia hapa mbele, lakini katibu wake ni Askofu Flora Joseph Kaguo. Naomba sasa nimpeleke na nimlete kwenu mchungaji Daktari Baraka Kihoza, naye ni mjumbe wa bodi ya wadhamini kwa nafasi yake. Asante sana kama kwa kuwa wajumbe wote saba isipokuwa yule ambaye hayupo kwa ruhusa, ndugu msimikaji, naomba sasa uendelee na zoezi la kuwabariki.